Habari ah, za mchana no. Ah, kwanza na mimi ningependa kuwa pamoja na wenzangu waliotangulia kuweza kuwashukuru kwa uwepo wenu. Hii ni nzuri na ni kubwa sana kwetu na tunawashukuru sana kwa support support yenu ambayo mmekuwa mkituonyesha toka siku ya kwanza ambayo tuliweza kuanzisha hii tamasha letu. Lakini pili, niko hapa mbele kuweza kuiongelea timu yangu. Mimi pamoja na timu yangu timu yangu iko vizuri na tumeijiandaa vizuri na ni timu ambayo nimetengeneza kwa wachezaji walikuwa bora na wakubwa, na ninaamini tutaweza kupata matokeo tena katika mchezo huu unaokuja. Timu yangu ina wachezaji mchanganyiko, ambao ni wapo wa Simba, wapo wa Yanga na klabu nyingine za ligi yetu, ambao nikiwataja kwa majina, kwanza kuna, kuna Pacome Zuzwa, lakini pia kuna Aziz Ki tamrudisha ziki <laughs> <laughs> <tajua> <laughs> si <laughs> <ndenongea. laughs> E, lakini pia ninaye Abdurazaki Hamza wa Simba, lakini ninaye Lianga, lakini pia na wengi wazuri ambao naamini siku hiyo mtajionea. Kwa hiyo kikubwa, tungependa kuwaomba mweze kujitokeza kwa wingi siku ya tarehe sita, tuje tusherekee kwa sababu ni siku kubwa hiyo ndani ya mkoa wetu wa Morogoro kwao, tunaamini uwepo wenu utakuwa ni chachu ya, ya kukamilisha jambo letu na support yenu ni muhimu sana kwetu. Kikubwa tunawaomba mjitokeze mje mtupe support vijana wenu. Lakini pia sitapenda kuwaacha na kuendelea kuwaomba makampuni binafsi e, wapenzi wa, wa, wa mpira lakini nanye mashabiki ambao kwa chochote kidogo ili mradi tuweze kukamilisha jambo letu. Kwa hiyo kwa, kwa lolote ambao umejaliwa tunaomba mweze kusupport vijana wenu ili tuweze kukamilisha hili. Asante sana e, kuna kuna jambo la muhimu sana nimelikumbuka, bwana. Ndugu yangu nikumbusha hapa, mwaka uliopita nilimfunga nili sita Kibwana, nadhani wote mtakuwa mnakumbuka. Lakini kuna jambo ambalo kwa, kwa mwaka huu nimependa kuliongezea katika benchi langu. Kuna kocha mmoja bwana, naona ana vitu vya hatari sana, naamini ataongeza kitu katika benchi langu. Kocha Ali umemfukuza? Ah, Ali yupo, Ali yupo, lakini nimeongezea nguvu kocha. Karibu bwana kocha. Leo jala suti leo <laughs> Leo. Habari zenu kwanza leo hapa tumeenda na wape tabasamu kwanza kwa ajili ya kuhakikisha ah, hii inatangulia mbele watu wajue kitu gani kinakuja, alafu baada ya hapo ndio vitu ambavyo Watanzania Wanavitaka, vinafuatia. Najua watu wengi sana wanatamani kuniona kwenye ile mtazamo ama mwonekano wa uh, Diego Simeone au Pep Guardiola wanapenda vile vitu, Ruben Amorim. Kwa leo tunakwenda kwanza na wape wape tabasamu eh, kupitia uh, ndugu zetu Dickson Job. Mimi kwa nafasi hii ambayo nimeipata nimefurahi sana kwa sababu last time uh, nilikuwa jukwani na iliyopita tena nilikuwa MC uwanjani na mara zote mimi kusema kweli nisifiche, Kibwana ndugu yangu, lakini nimekuwa team Dickson Job, na ndo timu ambayo inashinda na ndo timu ambayo kikosi chake ukiangalia ni cha ushindi. Wafaransa wanakwambia vune pivo pashose le resultat, kikosi kinachoshinda hakibadilishwi. Kwa hiyo hii ndio timu ya ushindi, ushindi na nipo katika timu ya ushindi. Kibwana ndugu yangu, utanisamehe, tutakaa nyumbani tutaongea kifamilia, lakini niko tim Dickson Job lakini nawashukuru sana. Uh, kwa niaba ya makocha wote uh, Dickson Job na Kibwana Shomari, lakini na GSM ambao wameweza kuingia na kuongeza nguvu kwa kupewa tabasamu kwa Mtanzania ambaye anahitaji tabasamu. Watu wanahitaji wana, wana, wana kweli tabasamu. Sisi tumekutana hapa tunazungumza maswala ya kihabari, lakini kuna mtu yuko chini pale hata kuinuka na shindwa kucheka na shindwa aidha, ni mama kijana mzee. Kwa hiyo ndugu zangu, hawakuja kuja na wazo hili uh, GSM uh, kampuni tanzu kama alivyosema malkia wa nguvu hapo, kusupport na watu wote ambao wapo nyuma ya Dickson Job na Kibwana Shomari. Tanzania inawashukuru, Tanzania inafurahi kwa ajili yenu, na ndio maana mimi nilipopigiwa simu kwa haraka sana, nikasema nipo tayari kuungana na kila anayetaka Mtanzania mwingine apate tabasamu. Kwa hiyo kocha Tulpamovic vitu vyangu siku hiyo vitakuwepo kama kawaida, Formation, mpira utapigwa mwingi sana, watu watafurahi. Tarehe sita tufike pale kwa wingi <inaudible> <na sure. inaudible>